Mependeza sana asante. Na uzungumziaje usiku wa mguja? Usiku wa mvuja ni usiku mzuri us, usiku wa kuondoa stresi, kama una matatizo ya presha, una msongo wa, wa mawazo, mapenzi yanakusumbua, ukija katika usiku huu mambo yote yanakuwa kurudani. Kwa hiyo unazungumziaje kuhusu Siwa, wewe na Siwa mnaishije? Labda kwenye muvi ndio mnaishi wevo kama kawaida, au Siwa ni mtu wa aina gani? Sio, kiukweli nikimzungumzia sio, kwanza sio, ni dada yangu pia ni mcheshi, ana upendo. Siwa kiukweli, tangu nimeanza kumfahamu ni mtu ambaye muda wote ana fly, ana uzuni ujui, ana majonzi, ana nini ujui, wote muda wote yuko happy, si umenelewa? Kwa hiyo ni mtu ambaye anajifunza vitu vingi. Kuna mtu mwingine akiwa na stress kidogo anavurugwa, anakonda, anafanyaje, lakini Siwa ni mtu ambaye changamoto yote atamtokea kwenye maisha yake anachukulia ya kwake ni darasa. Ndio maana hata vikitokea vitu vyovyote vile notu anaona kwamba hili nalo litapita na maisha mengine yanaendelea. Kaona nampenda na mkubali, nje ya sanaa tunaheshimiana, tunapendana, nala kwangu ninamwambia, ananisikiliza, nala kwake ananiambia nisikilize. Siwa leo anazindua foundation yake ya Siwa Foundation pamoja na Siwa Entertainment. Je, tutegemee chochote kutoka kwako? Leo na perform live. <laughs> Leo nitaimba, unajua nje ya kuigiza, sasa hivi nimeingia kwenye masuala ya kuimba, singeli naimba, taarabu kwa leo. Mimi stage nitaizawala, nitaimba hapo kwa ajili ya siwakikala, ni mwanamke mwenzangu natakiwa nimsupport, na nashukuru sana mponiambia nimependeza. Kiukweli mimi ni mwanamke mzuri ambaye najiamini na sauti yangu na mzuri wangu na tatu na mwanamke mwingine, kwa na event kama hii hawezi kufanya bila kufanya makeup. Mimi nime mimi sijafanya makeup na nimekuja kwa hiki kitu. Ukiniona mtoto mweusi, niko nyororo, sina baya. Nimevaa nguo nyeusi kuwakilisha weusi nini siku amvuje kwa, kwa sababu mvuje ni weusi, watu wana uswali wetu, si umeelewa? Mambo ya kienyeji mambo ya jadi muhimu. Ulishaona mtu anawanga anaanga akiwa amevaa nguo nyeupe, watu wanaanga akiwa amevaa nguo nyeusi. Kwa mimi nimevaa nguo nyeusi kujisakiti kwa wale watu waliotaka kuifunga shule, sio kikale isiendelee, basi mimi hapa nipo kwa ajili yao. Jambo letu tunatamba nao sio ni mwanamke na nani, mwanamke mtafutaji. Wale ambao wanaweza kumfuatilia si watangu mwanzo tangu akiwa binti, ni mtu ambaye anapambana sana, ni mwanamke shupavu, mwanamke ambaye sio mtegemezi. Sasa so, kuna mwanamke mwingine mizali kwa jina, angekaa tu akasema mimi si wa vikaa, basi mizali naitwa kufanya kazi angefika. Lakini ameamua kufanya jambo lake mwenyewe. Unaambiaje watu ambao hawajui maana ya usiku wa mvuje? Usiku wa mvuje ni nini? Usiku wa mvuje kwa hivi, kwa wale watu ambao hawajui maana ya mvuje, na kuna wengine wanajua maana wanajisahau tu. Mvuje ni uki, mvuje ni kwa wale ambao naanaga watoto. Kuna mtoto wanakuta amefungwa hapa kidude cheusi au shingoni au kiunoni, kwa tuwe sisi tunasema ni kinga. Mtoto anapozaliwa kunakuwa na mambo mengi, mambo ya degedege, dege kuota ota usiku, mtoto uchelewa kutembea makile. Kuna mwingine analea mtoto bila baba, anaenda kwa mwanaume huyu, mwanaume huyu, kwa hiyo ukiwa unanyonyesha mtoto sasa anaweza kuchelewa kutembea. Kwa hiyo mvuje unasaidia vitu vingi, sio? Umeelewa? Kwa hiyo mimi mwenyewe nimefungwa mvuje. Huyo star unao muona star wa Bongo Flavor Tanzania, huyo diamond mwenyewe kafungua mvuje, sio? Unanielewa? usiku wa mvuje tunawakumbusha Watanzania, mjue kabisa mvuje ni asili yetu. Kuna watu siku hizi wamezaa watoto wao hataki awataki mtoto mtooae ukimwambia mfunge mtoto mvuje, wao mambo ya shirikina, mambo ya shirikina a, ulifunga mvuje na ukaishi. Kwa hiyo ni usiku wa kuwakumbusha watu, msisahau jadi yenu. Mvuje mvuje una, un, unafanya kazi kubwa. Mvuje unasaidia kwa mtoto. Sasa bana kwenye Kombolela tunaona bwana wako akutoroka, ameenda kwa mwingine, unalilia kiukweli aa, kama napenda mapenzi mimi, napenda mapenzi kuliko kula kwa kiukweli. Kwa hiyo tukija kwa katika maisha kawaida, sasa mimi watu wengi ndio wananililia mimi, na wao wengi wananililia sana kwa mapenzi. hata mwanangu ananililia sana. Kwa hiyo kwenye Kombolela ni kama imekuwa pesa, mimi namlilia Degwa, lakini kiuhalisia w isiahisia ni kulia hasa. Kuna watu wako nyumbani hawajaja kwa leo usiku, wauujaemu wakaribishe kidogo, waambie kama huku kimewaka. Jamani, mambo ya 5G hapa Kisuma mambo yamewaka, Malkia Mweusi mnaiba live, mwanamke mwene viuno vyangu mwene sauti. Jamani, kama huko nyumbani, njoo ukaribia hapa, uje unione live. Kuna watu walikuwa waamini mimi ni mwanamke amani, jizivia ni mzuri na rangi nzuri na shepu. Ukitaka kujua nina shepu au sina. Njoo shuhudia hapo jukwani, nitavokuwa napambana kucheza kucheza katika nyonga zote. Njooni nyumbani jamani, tokeni nyumbani, njooni usikje lolote. La mwisho la mwisho kuambia mashabiki zako ambao wanakufuatilia kwenye Kombolela na kwenye movie zako oh. Nyingine jamani, mashabiki zangu nawapenda sana lakini mimi Malkia Mweusi, na mimi nimejiongeza, nimefungua akaunti yangu ya YouTube. Ukiingia hapo YouTube andika Habiba Cholage, hapo kuna tamthilia zangu, kuna mziki wangu. Jamani, nimeamua kuvamaa na jambo langu. Kingine, wanawake wenzangu, mimi niko na wanawake ambao mnajichubua, mmejikatia tamaa kwamba mnaamini urembo wa mwanamke ni kuwa mweupe. Niwaambie hivyo, ukiwa mweupe, ukiwa mweusi, unapendeza na ukitaka kutoka autizo lazima ufanye makeup. Unaweza usifanye makeup make na ukapendeza vile vile kama unavyoniona. Yangu ni hayo tu jamani. Sauti yangu naomba niiweke akiba kwa ajili ya kiba, kuingia ndani kwenda kuimba. You are watching Metro Media TV, usisahau kusubscribe comment na kulike.